Leo nakuletea makala kuhusu reli ya Tazara. Jina langu ni Sala Lingoni. Reli ya Tazara, Tanzania and Zambia, ni mradi wa usafiri wa reli uliojengwa kati ya Tanzania na Zambia. Historia yake inarejea ya mwaka wa elfu moja mia tisa sitini na saba wakati wa ambapo nchi hizi mbili zilihitaji njia ya mbadala ya usafiri wa mizigo hasa kwa ajili ya Zambia ambayo ilikuwa inategemea bandari ya Durban, Afrika Kusini. Zambia ilikuwa ikikabiliwa na vizuizi vya kisiasa kutoka Afrika Kusini, na hivyo ikahitaji njia salama ya kusafirisha madini yake hasa shaba kwenda sokoni. Serikali ya Tanzania ilishirikiana na serikali ya China ambayo ilichangia fedha na utaalamu wa ujenzi wa reli hii. Ujenzi ulianza rasmi mwaka wa elfu moja mia tisa sabini na ukakamilika mwaka wa elfu moja mia tisa sabini na tano. Leli hii ina urefu wa takribani kilomita elfu moja mia nane sitini ikianza Dar es Salaam Tanzania na kuishia katika mji wa Kapili Mposhi, Zambia. Reli ya Tazara ilichangia pakubwa katika kuimarisha uchumi wa nchi hizi mbili kwa kuwezesha kusafirisha bidhaa kwa urahisi. Pia leli hii ilichangia katika kuimarisha uhusiano wa kisiasa na kijamii kati ya Tanzania na Zambia. Baada ya miaka kadhaa, reli ilikumbwa na changamoto za kiuchumi na, na kiutendaji ikiwa na pamoja na ukosefu wa pesa za matengenezo. Kuongezeka kwa usafiri wa barabara na mabadiliko katika soko la kimataifa pia yalileta changamoto kwa reli hii. Reli ya Tazara inabaki kuwa alama muhimu ya ushirikiano wa kikanda na maendeleo ya kiuchumi katika eneo la Afrika Mashariki na Kusini. Hiyo ndiyo reli ya Tazara.